Unaweza ukasubscribe na ukabonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kupata notification. Hatimaye mwanamuziki Diamond Platnumz amekutana na producer Maki ambaye ni mwandaji wa album ya Chris Brown ya 11.11, album pekee ambayo iliweza kuvunja rekodi hususani kwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Sasa eh, producer Maki anaenda kuandaa album ya mwanamuziki Diamond Platnumz ambayo albamu hiyo ingeweza kutoka kabla ya mwezi mtukufu Ramadhani la lakini kutokana na baadhi ya wasanii mbalimbali walikuwa bado hawajakamilisha korabo zao eh, kwenye hiyo album ya mwanamuziki Diamond Platnumz, na hii itakuwa ni albamu ya nne, eh, baada ya albamu yake ya kwanza eh, kamwambie na album ya pili lala salama na album ya tatu A Boy from Tandale ndo albamu pekee ambayo iliweza kuvunja rekodi kutokana na wasanii mbalimbali ambao Diamond Platnumz alifanikiwa kufanya nao korabo akiwemo Davido katika wimbo wake wa My Number One wa remix ambao pia uliweza kufanya vizuri, lakini pia Tiwa Savage pamoja na Omarion katika wimbo wake wa African Beauty, wimbo pia uliweza kuchangia mafanikio makubwa zaidi ya katika albamu hiyo ya mwanamuziki Diamond Platnumz ambayo aliachia mwaka elfu mbili na kumi na nane, na sasa hivi anakwenda kudondosha albamu yake ya nne ambayo na itakuwa na idadi ya nyimbo kumi na tano. Wengi wao kitabiria makubwa albamu hiyo ya mwanamuziki Diamond Platnumz, wakisema kwamba inaenda kuvunja rekodi ya dunia eh, kwa mjibu wa taarifa za ndani kabisa eh, katika albamu hiyo ya muziki wa Bongo Flava ambayo inaandaliwa chini ya producer Maki, eh, producer mahiri kabisa ambaye aliandaa albamu ya mwanamuziki Chris Brown kutoka nchini Marekani. Lakini pia albamu hii inasemekana kwamba eh, huenda ndiyo ikawa albamu bora eh, hususani kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano mpaka mwaka elfu mbili na thelathini na Diamond Platnumz anaenda kuweka rekodi, kuingia katika listi ya wa wasanii ambao wanamiliki album nne mpaka sasa hivi. Eh, Harmonize ya kimiliki albamu tano. Kwa upande wa Zuchu ya kimiliki albamu moja tangu amejiunga na rekodi ya WCB mwaka elfu mbili na kumi na nane. Kwa upande wa Rayvanny yeye pia mwaka jana alifanikiwa kuachia albamu, lakini pia Mario pia ni moja kati ya wasanii ambao waliweza kuachia albamu, akiwemo pia Alikiba pamoja na Nandi ni moja kati ya wasanii ambao waliweza kuvunja rekodi hususani kwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Albamu hizo pia ziliweza kufanya vizuri na kuwa na mapokezi makubwa eh, kinoma noma. Sasa eh, ni mwaka elfu mbili na ishirini na ishirini, tano Diamond Platnumz amekwisha achia nyimbo mbili, uh, singeli pamoja na nyimbo ya mapenzi eh, na maandalizi yanaendelea kama kawaida chini ya producer Maki ambaye ni mwandaji bora wa album zote za mwanamuziki Chris Brown. Mwaka elfu mbili na ishirini na moja ilikuwa ni mara ya mwisho kwa mwanamuziki Diamond Platnumz kuachia hiyo IP ipa jina la tunaona namna ambavyo Diamond Platnumz amekuwa na uh, wakati mzuri sana wa kuacha gepu kubwa, hususani kwa mashabiki zake eh, eh, namna ya uachiaji wake wa album ili kuwapa nafasi mashabiki zake waweze E, kupata kitu bora zaidi e, na tangu Diamond Platnumz ameachia albamu hiyo ya e, Boy From Tandale, mwaka elfu mbili na kumi na nane amedumu takriban miaka saba e, bila kuachia albamu nyingine, na hii unaona ni namna gani ambavyo msanii huyo amekuwa amekuwa akiwapa time mashabiki zake e, waweze kukaa kwa muda mrefu sana e, kusubiria kitu kizuri na ndani e, ya albamu hiyo ambayo inasubiriwa kwa hamu, ni albamu ambayo itakuwa ina wasanii akiwemo pia Snoop Dogg Dogg, pamoja na Eko, ni ndani ya albamu hiyo e, lakini pia e, bila kumsahau Wiz Khalifa e, pamoja na DJ Haridi e, bila kumsahau mtu mzima Lil Wayne ambaye e, ana nyimbo na mwanamuziki Diamond Platnumz e, nyimbo hiyo ambayo ilitoka mwaka elfu mbili na ishirini itakwenda kupatikana katika albamu hiyo ya mwanamuziki Diamond Platnumz atakwenda kuiachia baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Diamond Platnumz amekuwa ni moja kati ya wasanii ambao Eh, kiukweli eh, kwa ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati eh, kiukweli msanii huyu bado hana mpinzani eh, licha ya wasanii mbalimbali kuendelea kufanya vizuri akiwemo Harmonize pamoja na Rayvanny, lakini bado wameshindwa kuivunja ngome ya msani huyu Diamond Platnumz ambaye, eh, kiukweli kwa sasa hivi amekuwa ndo msani pekee ambao wanategemewa zaidi kwa hapa Tanzania hususani uwakilishi wa, eh, international akiplay part kubwa sana hususani eh, soko la muziki barani Afrika kwa sasa hivi. Na Tanzania tumebarikiwa kuwa na msani kama Diamond Platnumz ambaye, eh, amekuwa ambaye sasa hivi anashindana na wasanii kutoka nchi Nigeria akiwemo Bana Boy, Whisky pamoja na e, pamoja na e, Davido e. Na kiukweli nyota ya Diamond Platnumz inazidi kung'aa e, kadri siku zinavyozidi kwenda kutokana na e, kutokana na namna ambavyo analipambania taifa la Tanzania hususani katika kueneza lugha ya Kiswahili katika mataifa mbalimbali. Kwa sasa hivi Diamond Platnumz ndio msanii pekee ambaye ana uwezo wa kufanya collaboration na msanii yoyote mkubwa duniani. Na alichobakiza tu sasa hivi Diamond Platnumz ni collab yake kati yake na mwanamuziki Chris Brown kutoka nchini Marekani. Kwa tetesi za chini ambazo zilikuwa zinaendelea, ni kwamba Diamond Platnumz na eh, Chris Brown wana nyimbo ambayo bado haijatoka na huenda ingepush zaidi albamu ya mwanamuziki Diamond Platnumz na na kuifanya albamu hiyo kuwa eh, kuwa ya international zaidi kama ambavyo albamu ya Chris Brown ya 11, 11 iliweza kufanya vizuri. Imekuwa ni uh, time imekuwa ni time nzuri eh, ya mashabiki wa mwanamuziki Diamond Platnumz ambao wameisubiri albamu ya nne kwa kipindi kirefu. Eh, sasa ni rasmi, ni wakati wao sasa wanakwenda kuenjoy na albamu mpya ya mwanamuziki Diamond Platnumz, albamu ambayo imesheheni wasanii kutoka nchini Marekani eh, lakini pia was, na wasanii wa hapa Tanzania eh, katika ujio wa albamu hiyo ya mwanamuziki Diamond Platnumz ni, ni albamu ambayo ilitarajiwa kutoka mwaka juzi lakini kutokana na, na Diamond Platnumz alikuwa busy sana na eh, wimbo wake wa Komasa ambao ndio wimbo pekee ambao uliweza kuvunja rekodi hususani kwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne na ndo wimbo ambao uliweza kumpa show nyingi, tumshuhudia Diamond Platnumz akienda katika miji ya Spain, na show yake ya mwisho ambayo Diamond Platnumz aliifanya na kuvunja rekodi ni show ambayo aliifanya katika mji wa Barcelona. Ah, hiyo ndo show ambayo iliweza kuvunja rekodi Sani kwa mwaka jana e. Lakini pia Diamond Platnumz aliendelea kuweka kambi katika miji ya Ufaransa na miji ya Ujerumani kutokana na ukubwa wa wimbo wake wa Komasava ambao e, baada ya kutoka wimbo huo uliweza kumpa shows nyingi sana e, jambo ambalo liliweza e, kukwamisha ujio wa albamu yake hii mpya ambayo itatoka e, baada ya Ramadhani kuisha. Hivi ndivyo ambavyo maandalizi yanavyokwenda. E, baada ya e, licha ya mwaka huu kuwa na mambo mengi hususan ya uchaguzi, lakini Diamond Platnumz atakwenda kudondosha albamu hiyo ambayo imesubiriwa na mashabiki zake kwa takriban miaka saba na hii ndo albamu ambayo inatazamiwa sana sana mashabiki wengi kote duniani e, kutokana na ukubwa wa mwanamuziki Diamond Platnumz. Ni hayo tu ambayo imejiri kwa siku ya leo, nami sina la ziada ni kutakia siku njema ya Mwenyezi Mungu akubariki sana, mtazamaji wangu, nina saini out. Chao.